Wesi ulikuwa na umo sana hapa na nimetoka nje, ulikuwa umezidiwa mjomba. Mjomba, una shida gani? Kwani Wese umeniambia huyu ni mgonjwa jiweze? mbona ni mzima mjomba. Kila kitu nicho kiongea nicho kweli. Nicho nimeondoka nimemwacha hapa, alikuwa amezidiwa sana, kwa hiyo hizo dakika chache zinatosha kumponyesha? Mimi mwenyewe nashangaa, eti mke wangu ni nini ambacho kimetokea. Adela, una shida gani? Ni kweli mjomba, nilikuwa naumwa sana, nilipata homa ya ghafla, lakini sasa hivi naendelea vizuri. Toto wako, wako anauliza, baba mbona hutupendi? Toto wako, wako anauliza, baba mbona hutujali? Adela, naomba nambie ukweli ni kitu gani ambacho kinaendelea? Kwa sababu asubuhi ulikuwa unaumwa sana kiasi kwamba mimi nilikuwa nimechanganyikiwa sijui cha kufanya, alafu ghafla natoka naenda kuongea na mjomba, narudi umepona. Nini kinaendelea kwenye mwili wako? Unaweza ukaniambia mme wangu? No. mi mwenyewe sielewi imekuwaje, kwa sababu homa nilikuwepo nayo ilikuwa makali sana, lakini cha ajabu tu, nimekuja tu kushangaa, napata nguvu ghafla nakuwa mzima. Sasa mi mwenyewe sielewi imekuaje, kuaje, najikuta tu nimepata nguvu, nimekuwa mzima. Ah, elewi hivi. Unajua, kama unanichanganya sana Dela eh. mwili wako unashindwaje kuelewa i haiko sawa, lakini mme wangu wewe unafurahia mi nikiwa na umo, si ndio? mm -mm, sina maana mm hiyo -hmm. Kinachonichanganya mimi ni kitu gani kimetokea. Haujatumia dawa, haujatoka kwenda popote, hali uliokuwa nayo ilikuwa ni mbaya sana eh, alafu umepona tu ghafla, na kuelewaje? Unanichanganya sana Adela. Ndio hivyo mme wangu, labda ni muujiza ya Mungu, kwa sababu mimi tu nimepona gafla gafla, hata sili hakuna. <laughs> muujiza wa aina hiyo sawa, hii inakuwaje hii? ah, ah, ah, basi sawa, jiandae nikupeleke hospitali ukafanya vipimo vyote huwezi kujua, pengine utakuwa na maradhi ndani ya mwili wako. Mbo eh, nashindwa kunielewa. Mi niko sawa kabisa kama unavyoniona, ni mzima wa afya, wala sihitaji kwenda huko hospitali <laughs> Sawa basi, ngoja mi nikaandae chai, alafu tutajua baadaye kama hali yako itabadilika sawa? Eh, uka sawa, ukaandae chai. Wewe bado hali yako haiko sawa kwa hiyo majukumu madogo madogo nitafanya mimi. Hapana, hmm, mume wangu ni hapa, nipo na nguvu zote. Ngoja niende mwenyewe jikoni nikaanda hiyo chai. Weka hapo upumiziki kweli hmm. <migilis> Kikulacho kipo kingoni mwako <migilis> Usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unayecheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao ubaya. Adela, tulikubaliana nini na unafanya nini? Kwa nini unakiuka kile nilichokuagiza? yaani tuko katikati ya misheni yani, alafu unaenda kuibua magonjwa yako yasiyoeleweka. wa una kifafa? una ugonjwa gani usioeleweka? sina taarifa za ugonjwa wako, kama una kifafa au na kifadulo, unaenda kuibua magonjwa yasiyoeleweka. Muue haraka sana iwezekanavyo. Kwa nini unapoteza pointi? lakini nilipanga kabisa usiku huu ni muue, lakini kile kitoto kidogo. Kitoto gani wewe? Mtoto mdogo anakuzidi nini? Mtoto anakuzidi maarifa? Ni mtoto taratibu, basi sio. Unajua mume wangu yupo ndani akisikia, weka uangalifu juu ya hili. Iko kitoto lipaswa kukifunga tu na macho, unashindwa kukizima hicho kitoto, kikazima hata kwa sekunde kadhaa, ukafanya kile kilichotulichokipanga unaenda kuumwa sio rahisi kama unavyodhani. Mimi nilipanga kabisa nimmalize. Ni kweli sio rahisi, unajua sio rahisi mke kumuua mume wake. Najua sio rahisi kabisa. Kwa hiyo unataka kusema nini? Nini unataka kusema, nikuelewe? Mm -mm, mjomba, hebu naenda kakae, mi naenda kuandaa chai tutaongea, maana huu ni ndani, mume wangu akisikia itakuwaje? Unayetaka mwenyewe kana, ungelimuua laka yoyote angetokea. Kweli, kikulacho kipo nguoni mwako, na usichoki jua sawa na usiku wa kiza. Ndo hivyo kaka. Hapana sijabahatika kuzungumza naye chochote ndio hivyo naomba unisaidie e. basi sawa naomba kitu chochote ambacho atakujibu unifahamishe ili nijue haya asante Shamponya mama mbaya, ila nimempa onyo, akimsumbua tena baba nitamaliza, ila amesema arudii tena Eni. E, usitake kuniambia kwamba yule mama amepona sasa hivi na hiyo ndio umemponyesha? Yaani tuache masihara, ongea tu kawaida mwanangu, sieti eh? kwa hiyo wewe umemponyesha? Ndiyo mama, nimemponyesha. kwanta kuniambia mama kule kwa mzima, yaani kutoka kwenye mpaka kwa mzima Amanda. Ah, hujua mi siku yalewilewi siku hizi eh? niamini mama, na hivi vita lazima tushinde. yule mama mbaya anatakiwa hapa ndani ya toke, alafu tutabaki mimi wewe na baba, alafu baba atanipeleka kwenye shule ya gari. ni sawa, lakini hilo jambo mpaka nilishuhudia mwenyewe kwa macho yangu, yani nikiona hivi kama amepona ndo nitakuamini. Kwa hiyo naenda huko, ni usiondoke, usi nikukuta hapa hapa. Sawa mama. Papa, papa...

Tedi, kuna mshikaji alifika hapa leo na kwa jinsi anavyozungumza anaonekana wazi kama anakufahamu. Huyo mshikaji ana kipara, ana mwili kidogo hivi. Unaweza kuniambia kuwa ni nani yako? Lakini si nimekusalimia? Sawa, salama. Naomba unijibu kama nilivyokuuliza, ni nani ule mshikaji? Unataka kumfahamu? Ya, nataka kumfahamu. Ndio yule, ndio mwanaume ananipa kula hapa mjini. Teddy, usije ukananita keso mnani, nitakuja nimpige mtu nimuue. Kwa sababu wewe unafahamu kabisa kama unaishi na mwanaume, unawezaje kumruhusu mtu mwingine ainjia hapa ndani Alafu mshikaji na dhalau kinuma anaingia hapa ndani kama kwake. Kwa hiyo mshindwa kabisa kumwambia, sasa hivi naishi na, na mwanaume wangu mnani, kwa hiyo hapaswi kufika? Umeshindwa kumwelekeza? Sikia Remi, ni kwambie unafanya kazi gani? Kwani hapa ndani unashindwa kutafuta kazi? Ukitaka niachane na hili swala, tafuta kazi, wewe una hela, una kazi, unapokea mshahara unatimiza majukumu yako humu ndani kama mwanaume? Ooh, wasi mwanaume suruali tu. Watu wa maana wakija humu ndani unaanza kuongea. sitaki maswali yako ya kijinga. Teni. Kwa hiyo kama unakosa nakulegeza, si ndio? Pona kweli, shoga yangu wewe, hiyo ndio njia nzuri ya kumtakia mgonjwa pole? Ha, eti pole? Nikupe pole kwa lipi? Ungejua wakati unadadarika pale nilitamani hata ukate roho, yaani hata usingeongea ungeondoka. Saa hivi ningekuwa na enjoy na mume wangu kwenye nyumba yangu. Umesubiri nini kufa, msichana? Kwa hiyo wewe ulizani mimi nitakufa? Sifi leo, sifi kesho, sifi mtondogo. Dunia nzima mtakufa, mtabaki mimi na Rusfa. <laughs> Kwa hiyo huyo kiongozi wenu wa wachawi ndo alivyowadanganya kwamba wachawi wote hamfi? Pole shogangu, umeona pale ulipokuwa unadadarika, yani yaani nimwendo kama mtu kweli. Ungeonyesha uchawi wako pale, ungejikwamua kwenye ile hali. Wewe si chochote huna lolote binti, sihitaji kelele zako. Kwanza pale sebeni nina mgeni, kwa hiyo sihitaji tantalila zako. Eti mgeni yule ni mgeni katika wageni, wakiambiwa watoke, na yule naye atatoka hivyo. Nazani sisi hatujui, una nchukuliaje? mimi we nisho kwambia mimi, diti zako zote ziko hapa, msichana, usijisumbue. Labda tu nikukumbusha kwa mara nyingine, siku zako siku zinahesabika. Eti siku zako zinahesabika? siku zangu mimi au siku zake? Eye, hivi ndugu yangu, kwani una shida gani Westa hivi au umepagawa? kwa jinsi ulivyo, mwonekano wako, rangi yako wewe, ni wakwenda kutembea na mganga kweli tena ni mganga wa kienyeji dada. Kwa hapa nilipofikia, mimi na uamuzi wa kuchagua kitu chochote ninachokipenda, so kuchaguliwa na mtu, ili mradi tukinipe amani na furaha. Tangu nianze kuishi naye, hana shida yoyote, tunaishi tu kwa amani, kwa upendo, kwa furaha, na ndio kitu ambacho nilikuwa nakisubiri kwa muda mrefu sana. Lakini ndugu yangu wasi, ulikuwa na mwanaume wako wewe, tena ana pesa nyingi, nyumba yote hii kakupangishia. Leo hii unaenda kujikita na mganga asa, atakupa kitu gani huyu? Ye mwenyewe maisha yake magumu, wewe atakusaidia kitu gani cha zaidi? Atakupa mitunguli, atakuwekea kilinge, mfanye biashara hivi, unahisi umefanikiwa kweli? Kuhusu matunguli mimi yatayani usu, ninachojali mimi ni furaha yangu tu basi. Kwa hiyo ndugu yangu umekubali kuingia kwenye mdomo wa mamba. Sikiliza ndugu yangu, leo hii utaniona mimi ni mbaya, lakini kesho utajua umuhimu wangu. Nini nilikuwa namaanisha, nipo hapa kwa ajili ya kutetea wewe, kuona unakaa sehemu salama. Huyu mtu unayemng'ang'ania leo sio sahihi kwako. Kwa nini unakuwa unamng'ang'ania hivyo dada? Hapo sidhani kama kuna jambo lingine ambalo unaweza nikaliongeza hapo, kwa sababu nampenda haijalishi ni chizi, mokota makopo, mbeba matunguli, ndo moyo wangu ulipodondokea. Karibu mjamba. Nataka tubadili plani. Mm-hmm. Plani ipi tunatumia? Plani ambayo itatufanya tubaki salama, kama tukimua kwa risasi, kisu au kumsababishia ajali kama tulivyokuwa tukifanya kwa wengine Nimeona Mona anaweza kuja kuleta madhara makubwa sana kwetu, kwa sababu tu hizi ni mtu mkubwa, anamiliki pesa Natayalia na tayari ana watu wako kwenye upande wake, wanamwangalia. Kwa hiyo kifo chake kinaweza kikawa shitua kidogo watu na kuanza kufuatilia kuhusu kifo chake. Kwa hiyo ninachotaka sasa mimi ni kubadili kifo tutumie makaratasi makaratasi. Yaani sijakuelewa hapa, unamaanisha nini? Nataka tutumie nguvu ya sheria, kwa sababu tayari hiyo inaweza kuwa njia sahihi ya sisi kubaki salama. Adela, unajua watu wengi hawajui hawajui kama Twizi sio mtoto halali wa mzee Mbengo, kwa hiyo Twizi hana haki ya kuweza kuwa mrithi wa hizi mari. Tukitumia mwanasheria, tunaweza kumshinda bila kumuua na kaondoka kwenye hii nyumba. Mjomba, hilo nalifahamu na ndo maana mimi niko hapa vizuri vizuri vizuri vizuri. Sasa kuna haja ya kutafuta mwanasheria, nitasimamia mimi mwenyewe. Nitahakikisha anatolewa huko ndani kwa kutumia mwanasheria, mwanasheria. Kikulacho kipo nguoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza, na echeka na indio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya, kuna wakati tu wana wamini. Ndio ambao ha, ha, ha. Etu, ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya, wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndiyo maadui zetu, wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu